Kula njama ya kutenda uhaini kama shtaka la kwanza kwa washtakiwa wote 22. Halafu mshtakiwa wa pili mpaka wa 22 wameshtakiwa kosa la uhaini kwa sababu wali, pamoja na mambo mengine, waliharibu miundombinu mali ya serikali. Niffer peke yake ameshtakiwa kwa kutenda uhaini kwa sababu, kwa mujibu wa hati ya mashtaka, aliwahamasisha watu wanunue e, barakoa sijui niseme kama neno sahihi watu, wanunue barakoa ili kujilinda na mabomu ya machozi, sio maneno yangu, ndio maelezo ya hati ya mashtaka. sasa E, mtu yoyote anaweza akawa na maoni sasa, hata kama sio wanasha akawa na maoni iwapo hiyo ni, ni, ni, ni uhaini au la. Lakini sasa kwa sababu iko mahakamani, wacha tutachakatwa mahakamani, mahakama itoe majibu kwamba kweli mtu kuwaalika watu wanunue barakoa, ili kujikinga na mabomu ya machozi e, wakati wa uchaguzi mkuu e, mahati ya mashtaka mimi mambo ya uchaguzi mkuu juu lakini si nasema mkusa mashtaka inataja uchaguzi mkuu. Leo Ijumaa, Novemba saba mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu Dar es Salaam imewasomea mfanyabiashara Jenifer Jovin aliyefahamika kwa jina la Niffer pamoja na wenzake 21 mashtaka matatu makubwa ya uhaini yanayozua mjadala mkubwa kabisa wa kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Kosa la kwanza linawahusu washtakiwa wote ishirini na mbili, likidaiwa walikula njama ya pamoja ya kutenda kosa au kupanga uhalifu unaohusiana na uhaini, hatua iliyochukuliwa kwa uzito mkubwa na upande wa mashtaka. Kosa la pili linahusu washtakiwa ishirini na moja, isipokuwa Niffer likidaiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025, na kwa vitendo walifanya vurugu zilizoharibu mali za umma, huku wakitishia mamlaka ya serikali. Na kosa la tatu linamuhusu Niffer pekee ambapo anadaiwa kuhamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 na pia kuhimiza umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake, hatua iliyosababisha taharuki kubwa na, na kutilia shaka amani ya uchaguzi. Mahakama bwana mwisho kabisa ikaeleza kwamba washtakiwa watapata fursa kujitetea, huku kesi hii ikifuatiliwa kwa karibu na wananchi, wanasiasa na, na wadau wa haki za binadamu. Tuambie una maoni gani?